Uh, habari za leo, na leo nitakuletea uh, faida za kutumia unga na juisi ya ubuyu. Wengi wamekuwa wakituuliza uh, unga na juisi uh, ya ubuyu imekuwa na faida gani mwilini. Uh, sasa JW Sabo Clinic tukaamua kusogezea uh, faida hizo. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na kukoment, uh, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una swali, kama una changamoto yoyote ambayo A, umeona imekuwa ikikuletea shida Kliniki, basi tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kuondokana na changamoto hiyo moja kwa moja ukiwa hapo nyumbani. Lakini tufahamu a, mti wa ubuyu a, ubuyu umekuwa ni mti maarufu hapa Afrika a, na, na nchi a, nyingine kwa sababu umekuwa na faida kadha wa kadha ndani ya afya ya mwili wetu, lakini hapa nitakusogezea faida hizo. Kama ni mara ya kwanza kupatia chaneli yetu, basi usahau subscribe na comment, ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Ha, faida namba moja ni chanzo kimojawapo cha vitamini C. Tukishaongelea vitamini C, basi tunaongelea kuimarisha kinga ya mwili. Mara nyingi tumekuwa na changamoto za kuvamiwa na magonjwa tofauti tofauti. Ni kwa nini? Unakuta kinga zetu za mwili a, ni dhaifu. Kwa hiyo kama kinga yako ya mwili ni dhaifu, basi tumia a, unga na juisi ya ubuyu itaweza kusaidia kuondokana na hiyo changamoto kabisa a, ukiwa hapo a, nyumbani, kwa sababu itakusaidia uponaji wa vidonda na kuimarisha afya ya ngozi yako. Asa, cha pili, faida ya pili ni kwamba antioxidants ambazo inapambana na uharibifu wa seli. Kuna baadhi ya seli ndani ya miili yetu imekufa na nyingine seli ni zaifu, kwa hiyo sasa ubuyu ina ile antioxidant ambayo inasaidia katika uh, uharibifu, katika kuboresha zile seli ambazo zimeharibika kujenereti seli na kuweza kusaidia wewe isitokee changamoto nyingine ya seli kuharibika ndani ya mwili wako. Lakini pia hudumisha afya ya moyo. Kwa nini hudumisha afya ya moyo? Kwa sababu inasaidia uh, ile blood circulation iweze kuwa sawa ndani ya mwili wako. Kwa hiyo ikitokea mzunguko wako wa damu utakuwa sawa, basi itakuwa imedumisha afya ya moyo wako. Kwa hiyo utaepukana na presha, utaepukana na moyo kutanuka, asijui moyo kujaa mafuta. Kwa hiyo tumia ubuyu na unga wa ubuyu, itaweza kusaidia kuondokana na hiyo changamoto iki, ukiwa hapo a, nyumbani. Lakini pia a, inasaidia katika upunguzaji wa uzito. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu ina faiba nyingi ambayo inasaidia akutoa hisia za kushiba ukila vyakula vingi vyenye fiber basi utajihisi kushiba. Kwa hiyo ukijihisi kushiba mara nyingi itakupelekea usiwe na hamu ya kula kula. Sasa vyakula ambavyo watu tunatamani ni vile vyakula vya mafuta anatamani nyama zilizochomwa vizuri anatamani chipsi kwa hiyo ukavyotumia basi tasaidia ta kupunguza uzito lakini pia kuboresha afya ya tumbo kwa sababu unanyuzinyuzi kwa hiyo hata kama una vidonda vya tumbo basi tumia ubuyu ni mzuri sana inasaidia kuondokana changamoto ya kiungulia changamoto ya tumbo kujaa na changamoto ya tumbo kujaa gesi kwa hiyo tumia kwa afya ya tumbo. Inasaidia katika masuala ya ngozi. Kwa nini? Na vitamini A, E na C ambazo inasaidia kuzuia ngozi kuzeeka. Kama unahitaji bado kuonekana kijana muda wote, basi tumia ubuyu, mbayo natumia juisi ya ubuyu au unga wa ubuyu utaweza kusaidia, kwa sababu utasaidia kuimarisha ngozi yako. Utakuwa na ngozi ambayo imenyooka, vijana wanasema ngozi iliyonyooka, lakini ngozi nyororo na kuvutia. Kupunguza hatari ya kisukari, sasa hii inabidi ufahamu. Kama una changamoto ya kisukari basi atumia dawa hii tumia um, uh, ubuyu utaweza kusaidia kupambana na kisukari kwenye kwenye damu. Kupunguza vivimbe, kama una vivimbe vyovyote mwilini una uvimbe, basi tumia, uh, uh, tumia. Uh, ubuyu una changamoto ya uric acid mpaka kwenye joint pamesha vimba, basi tumia ubuyu itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Faida nyingine immunity, kinga ya mwili tumeshaongelea mwanzoni, nasaidia akuimarisha ile kinga yako ya mwili iweze kuwa strong muda wote. Kwa hiyo kinga yako ya mwili ukiwa sawa, basi utaweza kuondokana kuepuka magonjwa tofauti tofauti. Kwa nini? Kwa sababu ina zinki, madini ya zinki ambayo ni muhimu katika mfumo wa kinga ya mwili, lakini pia ausaidia katika matatizo ya hali ya uroo, ambayo inaweza kusaidia kupunguza dalili na matatizo ya mkojo kwa ajili ya kuboresha afya ya figo. Kwa hiyo, kama una changamoto yoyote kwenye mkojo, basi tumia mkojo, una bana mkojo, utoki, mkojo unauma, basi tumia ubuyu, tumia na juisi ya ubuyu, lakini pia tumia unga wa ubuyu, utaweza kuondokana na hiyo changamoto kiurahisi kabisa na utaweza kuwa na afya imara. Kama wewe unatufuatilia una mara kwa mara na mpenzi wa afya, basi tuambie hapo chini. Je, ubuyu umekusaidia kuondokana na changamoto hiyo? Changamoto ipi? Tunasema share is caring, share na sisi. Kama una changamoto yote tuulize, diabetes clinic tupo kwa ajili yako, tupo ya kwa ajili ya kusaidia kuondokana na changamoto za kiafya. Karibu na Mungu akubariki.